Haya ni matunda makubwa ambayo ya jiniha anayapata haya matunda, man yusariu fil khairat, yule anayekimbilia katika mambo ya kheri anapata matunda ya istijabatu duaa, anakuwa ni miongoni mwa wanaoitikiwa dua. Ili sio jambo dogo kwa hakika, bali ili ni jambo ambalo kila mwislamu analitamani. Kila mwislamu leo anatamani awe ni miongoni mwa mujab ad-duaa miongoni mwa wanaoitikiwa dua. Ukiomba Allah azza wa jalla na kuitikia sio rahisi. haya hizi, hii ni manzila waliipata wale waliotangulia mbele zaidi kwa Allah subhanahu wa taala. Kwa hivyo, ukitaka kufikia hapo, moja katika njia ya kufikia ni uwe ni miongoni mwa almusariuna fi lkhairat, miongoni mwa wanaokimbilia mambo ya